nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote hili sio jina la mtu awaye yote bali ni jina la bwana wetu yesu kristo karibu katika mfululizo wa masomo haya ya siku kumi za maombi kwa mwaka wa ishirini ishirini na sita mada kuu katika masomo haya inasema kufunguliwa leo tunaenda kuiangazia siku ya nane katika mfululizo wa masomo haya na mada yetu siku ya leo inasema, penda familia yetu ya imani kama Yesu anavyoipenda. Tuombe. Mtakatifu baba yetu na Mungu wetu, ketia mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya siku hii leo, asante kwa ajili ya nafasi ya kujifunza ukuu wako enda nasi tunapojifunza neno lako siku hii ya leo ukatubariki na kutulinda katika jina la Yesu. Amina. Penda familia yetu ya imani kama Yesu anavyoipenda. Matendo ya Mitume sura ile ya pili aya ya 41 hadi 47, ndio fungu elekezi siku ya leo. Wakati wa pekee pamoja na Mungu. Maombi. Chunguza neno Soma Matendo ya ya ya Mitume sura ile ya pili aya ya arobaini na moja. Neno la Mungu linasema nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata elfu tatu. Kuongezeka kwa idadi kubwa ya waumini katika kanisa la awali kungewezaje kuchochea upendo wa waumini wa awali? Hekima kutoka kwa Ellen White: Neema ya Kristo ikioneshwa katika maneno na matendo ya waumini, nuru itang'aa kwa wale walio gizani; kwa kuwa midomo ikimsifu Mungu, mikono itanyooshwa kwa ukarimu kuwasaidia wanaoangamia. Tunasoma kwamba siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu aliposhuka juu ya wanafunzi, hakuna mtu alisema kuwa alichokuwa nacho ni chake mwenyewe. Vitu vyote walivyomiliki vilitolewa kwa ajili ya maendeleo ya matengenezo ya ajabu. Maelfu wakiongoka kwa siku moja. Wakati roho hiyo hiyo itakapowaongoza waumini leo na wakatoa kwa Mungu mali zake kwa ukarimu ule ule, kazi kubwa na pana itatimizwa. Manuscript 95, mwaka 1907, aya ya 17. Ujumbe wa malaika wa kwanza wa Ufunuo 14, unaotangaza saa ya hukumu ya Mungu na kuwaita watu wamche Mungu na wamwabudu Yeye, umekusudiwa kuwatenga watu wa Mungu na mivuto ya ulimwengu na kuwaamsha ili watambue hali yao ya udunia na kurudi nyuma kwao. Katika ujumbe huu, Mungu ametuma kwa kanisa onyo, ambalo, kama lingekubaliwa, lingesahihisha maovu yaliyowatenga naye. Ikiwa wangepokea ujumbe kutoka mbinguni, wakanyenyekesha mioyo yao mbele za Bwana na kufanya matayarisho ya dhati ili waweze kusimama katika uwepo wake, Roho na nguvu ya Mungu vingedhihirika miongoni mwao. Kanisa lingeweza tena kufikia ile hali iliyobarikiwa ya umoja, imani na upendo ambao ulikuwepo katika siku za mitume, ambao waaminio walikuwa na moyo mmoja na roho moja, na walihubiri neno la Mungu kwa ujasiri, wakati Bwana alipoliongeza kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Matendo ya wa Mitume sura ya 4 ya 32 na aya ya 31 na, na sura ile ya pili aya ya 47. Inatoka katika Pambano Kuu kurasa wa 314. Kusudi la maombi: Mwombe Mungu aujaze wa moyo wako upendo unaohitajika ili kuwatunza watu wanaowaita kuingia katika vuguvugu vugu hili la unabii wa siku za mwisho. Wanafamilia au marafiki, shughuli ya kushirikiana: peaneni zamu katika kufikiria jambo moja ambalo mtu katika familia au rafiki zenu alifanya lililoonesha kwa vitendo jinsi anavyowapenda Liigize na waone kama wanafamilia au marafiki wanaweza kubaini ni lipi. Ombi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Chunguza neno. Soma Matendo mbili aya ya 42 hadi 44. Roho Mtakatifu alibadilishaje namna watu wa kanisa la awali walivyopendana wao kwa wao? Matendo ya Mitume 2 mbili 42 hadi 44 inasema: wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. Hekima kutoka kwa Ellen White: Waamini walipaswa siku zote kuhifadhi upendo ulioijaza mioyo ya mitume baada ya kushuka kwa Roho Mtakatifu. Walitakiwa kusonga mbele kwa utii wa hiari kwa amri mpya, kama vile nilivyowapenda ninyi ninyi nanyi mpendane vivyo hivyo, Yohana 13:34. Walipaswa kuunganishwa kwa ukarimu sana na Kristo kiasi cha kuweza kutimiza matakwa yake nguvu ya Mwokozi ambaye angeweza kuwahesabia haki kwa haki yake ilipaswa kutukuzwa. Testimonies for the Church, Gombo lile la nane ukurasa wa 241. Kusudi la maombi: mwombe Roho Mtakatifu awasaidie kila mtu miongoni mwa wanafamilia au rafiki zenu kupendana kwa maneno na matendo. Familia ya kanisa Ukaribisho ibada katika maombi. Kiongozi kwa wote: kaeni katika vikundi vyenu vidogo timu. Ya maombi itaalika kikundi chenu kidogo kuomba pamoja kupitia neno la Mungu. Baada ya kuomba kwa dakika chache, mtaisikia timu ya maombi ikiimba ubeti mmoja wa wimbo. Mtakaposikia, tafadhali hameni kutoka katika maombi kwenda kwenye wimbo.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 Soma Yohana wa kwanza sura ya 4 aya ya 11. Imeandikwa, wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Tukubali kuwa hatujapendana kama Mungu alivyotutaka. Wote, imbeni wimbo wa toba. Omba. Vikundi vidogo. Soma Yohana wa kwanza sura ya 4 aya ya 19. Mwombeni Mungu awasaidie kuwapenda wengine katika kanisa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Wote imbeni wimbo kuhusu Roho Mtakatifu. Aya ya 19 katika Yohana wa kwanza sura ile ya 4 imeandikwa, sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Shuhudia. Vikundi vidogo. Unda vikundi vya watu wawili au watatu ndani ya vikundi vyenu vidogo, ulizeni na kujibu: Mungu alikusaidia vipi kufanya changamoto ya saa 24 za jana? Kiongozi kwa wote, mwombeni Mungu awaoneshe namna bora ya kuthibitisha na kuimarisha safari ya imani ya watoto wenu au wale wa familia au jamaa zenu, kabla ya ibada ya kesho fanyeni mara moja wazo ambalo Mungu amewapa kwa ajili ya kumfikia mtoto mmoja. Soma Matendo sura ile ya pili 41 hadi 47, kwa ajili ya maandalizi ya kesho. Shughuli ya kushirikisha. Kiongozi kwa wote, unganeni wawili au watatu. Mwambie mwenzako kuhusu wakati fulani wa maana ambapo mshiriki wa kanisa alikutunza wewe au mtu mwingine kanisani. Ibada katika neno. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya pili aya ya 41 hadi 45. Neno la Mungu linasema, nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapate elfu tatu wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote, kama kila mtu alivyokuwa na haja. Ni kwa njia zipi waumini wa karne ya kwanza walipendana kwa kujitolea? Hekima kutoka kwa Ellen White: baada ya kushukiwa na Roho Mtakatifu, ndipo wanafunzi walipokwenda huku na huko kumtangaza Mwokozi aliyekuwa hai. Shauku yao kubwa ilikuwa ni wokovu wa roho za watu. Walikuwa wakifurahia uzuri wa ushirika pamoja na watakatifu. Walikuwa wapole, wenye kutafakari, wenye kujikana nafsi zao wenyewe. Walikuwa tayari kujitoa mhanga kwa namna yoyote ile kwa ajili ya ukweli. Katika kushirikiana kwao siku kwa siku, walikuwa wakidhihirisha upendo waliokuwa wameungamanishwa nao kwa maneno na matendo yasiyokuwa ya ubinafsi walikuwa wakijitahidi kuuchochea upendo huu katika mioyo ya watu wengine. Matendo ya Mitume, sehemu ya pili, ukurasa wa mia mbili kumi na saba. Kusudi la maombi. Kiongozi kwa wote, pamoja na kikundi chenu kidogo. Mwombeni Roho Mtakatifu akemee mitazamo yetu isiyojali wale walio na uhitaji katika familia yetu ya kanisa. Wito. Kiongozi kwa wote: ni nani aliye hapa usiku wa leo yuko tayari kumwomba Roho Mtakatifu afungue wa moyo wake ili kuipenda familia ya kanisa zaidi ya hapo mwanzo? Wajali ndugu zako katika imani zaidi ya hapo mwanzo. Ikiwa hili ni shauku lako, tafadhali njoo uungane nami katika maombi. Changamoto ya saa 24. Kiongozi kwa wote, mwombe Mungu awaoneshe jambo moja ambalo angependa mlifanye ili kutimiza hitaji la mtu katika familia ya kanisa lenu jitolee kufanya tendo hilo la upendo kabla ya mkutano wa kesho. Soma Matendo ya Mitume sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya kumi kwa ajili ya maandalizi ya kesho. Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya siku kumi za maombi, leo tumejifunza siku ya nane, mada ikisema penda familia yetu ya imani kama Yesu anavyoipenda. Siku ya tisa atakuwa na mada inayosema kuwatunza na kuwajali waliosahaulika. Na kwa nukta hiyo, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu, na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina.